Wewe sio mtu wa kawaida. Maandiko nasema, tangu tulipookoka roho zetu zikaungana na roho ya Bwana, ikawa ndoho moja. Kwa hiyo uhai wa kibinadamu pale ulikoma. Ukiona ugonjwa katika mwili wako, ni uongo tu wa adui. Mwambie adui, ondoka! Uzima unaofanya kazi ndani yangu ni uzima wa Kristo, naye anaishi milele, na mimi naishi milele. Usidanganywe na vitu unavyoviona nje Usidanganywe na vitu vinavyoonekana kwa macho na kwambea, usidanganywe na vitu vinavyoonekana kwa macho, bali vile vinavyoonekana katika ulimwengu wa roho ni vya milele, vina vinaishi na vinadumu, havifi wala havitoki wala havifubai. Katika jina la Yesu, ushindi ni wa kwako, kustawi ni kwa kwako, kuinuliwa ni kwako, kuuzima wa Mungu juu yako, haijalishi Bwana asema, wewe ni mshindi, unashinda na zaidi ya kushinda ndani ya Kristo Yesu. Aeuyaeuya, haleluya, haleluya. Karambu sakala.